Wasikilizaji wetu, karibuni sana katika kipindi yetu ya Wimenye ile ambayo tunawaleteanga kila siku ya Jumapili. Kwa hakika, wacha tuseme ni Mungu mwema, wacha tuseme ni Mungu wa huruma, kwa kuwa ame tupiga piga na tukaweza kuamka siku hii ya leo. Hebu imagine ulipokuwa umelala, hebu imagine ni yapi yalikuwa yanatendeka katika hii ulimwengu hiyo agiza ambayo wewe ulikuwa umelala na huko unajisikia, hebu eh, imagine ni ni yapi yalikuwa yanatendeka katika maisha yako. Najua wakati mwingine ni vizuri hata kujiangalia na kujiuliza ni nini aswa kimekufanya wewe ukaamka. Ni nini director wetu, ni nini kimekufanya aswa wewe ukaamka, ama unafikiria ni usingizi yako imeisha eh unafikiria ni wewe vile ambavyo wewe uko mzuri sana, hati ndio sababu ukaamka? Jamani, wacha niwaambie wajiko, wacha nikuambie ni wengi wamerara na wa kuamka, bali wewe umeamshwa ili ukazidi kulitukuza jina la mwenyezi Mungu. Lakini watu wengine wajiko wanaanza kujigamba, eh, hati nimeamka six, nimeamka five si Wacha nikuambia hiyo yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watazamaji wetu, wewe ambao umepewa nafasi hii ya siku hii ya leo, siku ya Jumapili, wacha nikuambia, Mungu ako na mpango mwema juu ya maisha yako. Kwa hivyo kalipo aziko tukaweza kuomba ili tukaweza za safari yetu ya siku ya leo. mm -hmm. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunyenyekea chini ya miguu yako tukisema ni asanti, asubuhi njema ya siku ya leo umetuwezesha tukaona siku ya leo. Mfalme wa rehema, tuarudisha shukurani kwako tukisema ni asanti. Jehova jile, Baba, twaoba ukatusamehe dhambi zetu zote, kwa zile tumefanya tukijua na wala hatujui Mfalme wa rehema, ukatusamehe na ukitenda haya yote Baba, sifa na utukufu zikurudie. Msikilizaji wetu, mtazamaji wetu, tumemweka mbele zako Jehova, twamudaishia baraka zake, mfalme wa rehema, zitokanao na kwako, na ukitenda haya yote Jehova Baba, sifa na utukufu zikurudie, kuwa mwanzo, katikati na hata mwisho, Jehova, mpaka wakati tutakapomaliza hii kipindi yetu Jehova Jire Baba, na ukitenda haya yote Baba sifa na utukufu zikurudie, na, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata tumeamini, amen, amen, amen. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo, hamjambo, mjisikie mkiwa nyumbani wakati wowote munapotusikiliza, wakati wowote mnapotutazama, tunawakaribisha sana na Mungu wa wabiguni awabariki. Okay, karibu sana. Asante sana Wanjiko, kwa maombi mm -hmm mimi ambao ninawaongelesha hapa, mimi naitangwa Nyaga ama idha wake makia. Sababu ni wengi wanashindanga, huyu mtu anashindanga akiongea akiongea, hata jitambulishangi anasikianga tu wajiko, anasikianga Nyaga. Ni mimi Nyaga, na ndio sababu tunakuja siku hii ya leo kwa sababu Mungu ametutuma kwako wewe, ambao unatutazama jua ya kwamba kama vile nimetangulia nikisema ya kwamba wewe Mungu akona mpango mwema juu ya maisha yako. Kwa hiyo nataka tukaweze kusoma neno la mwenyezi si Mungu, tusikie Mungu anataka kuitumiza anje ama anataka kutuelimisha anje juu ya maisha hili hii ambayo amba tunaishi, sababu ni kwa muda tu tuko mahali hapa. Kuna siku ambayo hatutakuwa mahali hapa, kwa hivyo ni vizuri wewe ukuwe makini, usikize Mungu anataka kusema nini na sisi siku ya leo. Kwa hivyo, Wajiko tusomee neno la mwenyezi si Mungu tukaisha nami, ambaye anasoma Bibilia naitwa Wajiko ama Mama Kemakia. Ama naitwa Kaili, tukamuhua washeni tuende kwa neno. Neno letu la siku la leo litatoka katika kitabu cha mitume mitume bili, matendo ya mitume 2 kuanzia hapo 42 hadi 47, washeni tukasikie vile Bibilia inataka kutuambia Nyaga umefika, hmm. Washeni tusome. wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika usari. 43 Kila mtu akaigiwa na hofu ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. 44 Na wote walioamini walikuwa mahali pale mahali pamoja, na kuwa na vyote na vitu vyote shirika. 45 Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mikate, sorry, walivyokuwa navyo na kuagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. 46 na siku zote, kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe. 47. Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu, neno linataka kutufuza anje, nyaga, neno linatufuza kuhusu ushirika wa Mungu. mm -hmm. Ate wakati unasikia mtu akikwambia naenda ushirika, ushirika ni kumaanisha nini nyaga? wala ushirika ni nini? mm -hmm. Ni wakati watu wawili watatu ambao wameshikana mm -hmm na kwenda kuliabudu jina la Mwenyezi Mungu. Kweli hiyo ndio ushirika kama vile ambavyo tuko hapa, tuko, hapa. Mm -hmm. Tuko ushirika mmoja na nyagaa, ati tunashirikiana ku, kusoma neno la Mwenyezi Mungu, tunashirikiana nyagaa kwa mambo zingine mm -hmm. ambazo zile tunafanyanga nyagaa. Kweli hiyo ndio ushirika ati, na wakati walikuwa wakishirikiana kuna vitu ambavyo walikuwa wanafanya nyaga ati walikuwa na mega mkate kwa kila nyumba, walikuwa na mega mkate kwa kila nyumba, walikuwa wanashea, walikuwa wana wanashikana wanatumia chakula chao kwa furaha. Hebu hmm, sikia nyaga kwa furaha. Hati hii hivyo tu inatuambia kwamba wakati waliku wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusari. na walikuwa wanashikana nyaga, wanaomba pamoja, washa tu hivyo ati, washa tu ati kumega mkate, washa tu ati kushirikiana na vitu zingine. Nyaga walikuwa wanashikana katika kusali pamoja. Kwanza, kitu ya kwanza ile ambayo nimeona hapa, uh -huh, kuna kitu inaitwa ushirika uh -huh. Ushirika ni watu wamesema wacha wa natukaweze kukua mahali pamoja. Pili, wanjiko walikuwa na mega mkate, ile ambayo mkate tulikuwa alikuwa na mega mahali pale wanjiko. Nafikiria ni hili neno la Mwenyezi si Mungu, walikuwa na n yani, kila wanagawia zake. Pili ama ya tatu, walikuwa na sali pamoja Matiko.. Kwa hivyo ni kama vile ambavyo kuna semanga ya njia Ukikuyu, nyungu inakuanga na mawe gapi? Tatu. Tatu, kwa hivyo pale kulikuwa na utatu mtakatifu ile ambayo ni Mungu mwana, Mungu Roho na Mungu na Baba. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kujua ya kwamba kila mahali ambako kuna ushirika wa Mungu ye, mwa ye, mwajiko mm -hmm. Mungu yu mahali pale na lazima kukuwa na ushirika. Ushirika ni yule ambao watu wako mahali pamoja na wanasemesana kitu moja, sio? mm -hmm. ile unakuanga na upinzani wa jiko mm -hmm. ni ushirika mmoja, na alafu wanamega mkate, najua wajiko.